Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu, siku ambayo ni siku ambayo mtu anafutiwa madhambi ya wiki mzima. Ni vizuri kuwahi msikitini mapema e, ukapata zile fadhila ambazo zimetajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwemo ngamia. Lakini vile vile unapofika msikitini usiache kumuomba Allah subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni siku ambayo Allah subhanahu wa Ta'ala anapokea maombi ya waja wake. Kama una shida zaidi, unaweza ukakaa msikitini ukaisoma Bismillahirrahmanirrahim mara mia tatu na kumi na tatu pamoja na ayatul kursi mara mia tatu na kumi na tatu halafu ukamwomba Allah shida zako. Utakapomwomba Allah shida zako, basi Allah atakujibu lakini usiache kumswalia Mtume Muhammad kwa sababu dua, eh, ufunguo wake ufunguo wake na kufuli yake ni kumswalia ya Mtume Muhammad. Eh, unapoomba dua lazima ni vizuri useme Allahumma salli ala Muhammad. Eh, na mwisho umalizie hivyo hivyo, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. kwa inshallah, shukran, ahsantum.